Karibu sana kwenye YouTube chaneli yetu ya Wauzaji. Mimi huwa nafundisha taratibu pole pole. Leo tutajifunza jinsi ya kujiunga na magrupu ya Telegram. Huwa nafundisha taratibu step by step, hatua kwa hatua, naomba uende na mimi taratibu, ili uweze kuongeza maarifa yako. Sasa ili uweze eh, kujiunga na magrupu ya Telegram, cha kwanza inabidi eh, uh, unagusa una hapa kisha unaingia Play Store moja kwa moja, mfano mi Play Store yangu ukiangalia hapa Play Store yangu ni hapa, ipo hapa. Nagusa Play Store. Baada ya hapo nitatafuta Telegram, gusa hapa juu, kisha nitaandika Telegram, Telegram kisha ntabonyeza ku search. Baada ya hapo e, hii ya kwanza tutaona, achana na hii Facebook kwa sababu ni sponsored. Ukiona imeandikwa sponsored namna hii, inamaanisha hii Facebook wamelipia kukaa juu ya Telegram. Kwa hiyo haina msingi. Telegram hii hapa apa ndo naoimaanisha mimi, na ndo naoitumia, ina watumiaji zaidi ya bilioni moja. Nimeigusa hapo. Sasa nimeingia hapa ili kukuonesha kama ikitokea umeingia ukakuta kuna neno update hapa, jitahidi kuiupdate ili kwanza iwe katika toleo la juu kabisa. Update iwe katika toleo la juu maana, na mimi nitakuwa umesha download na umeiweka vizuri, maana kuna video tayari nishaonesha jinsi ya kuset Telegram. Baada hapo mimi ipo umeona, aina update yote na nimeshai update jana. Nitarudi nyuma, nitarudi nyuma tarudi nyuma mpaka mwanzo kabisa, tarudi nyuma. Baada ya hapo, nitaingia kwenye Telegram mimi. Ukiangalia hapa, Telegram yangu hii hapa, nadhani unaiona Telegram basi nitaigusa hapa Telegram itandai password, nitaeka password, nitaingia. Hii ni Telegram yangu kama unavyoiona hiyo hapo. Sasa Ukiangalia okay, hapa kuna chat watu watu walowahi kunitumia message. Sasa moja kwa moja mimi nataka nijiunge na na grupu la Telegram hii, mimi nitaikata tu hapa, kwa sababu ina msingi. Sasa hatua kwa hatua, unajua Telegram huu ndani, kwanza nianze, kuna vitu Telegram, kuna watu, kuna Telegram kuna watu, kuna magrupu na kuna channel sasa. Moja kwa moja nabonyeza pa search. Baada ya kubonyeza search hapa e, mfano sasa mm, unataka group la, tuchukue labda la, tuchukue labda group wauzaji. Moja kwa moja ukifika hapa utaandika neno wauzaji wauzaji mona, wauzaji wauzaji utona, atakuja magrupu mengi wauzaji wa mona, maturubai kigogo. Sasa kwa sababu ni grupu, utona moja kwa moja kuna wauzaji grupu litajitokeza kwa hapa. Sasa kuna option kuna ingine unaweza kuta ni, ni grupu, lakini limeandikwa neno group lakini ni channel lakini uzuri channel yenyewe inakuwa na subscribers. Mfano, ukiangalia kwa chini wauzaji group ya chini ambayo uzanimi yake ni wauzaji group ina subscriber ya kumi na sita. Kwa ukiingia hapa utashangaa kuona kumbe, oh, kumbe hii ni channel sio group, na ukiingia kwa hapa utaona kabisa hii, okay utakuja kundua kumbe hii hapa ni channel sio group. Rudi nyuma, rudi nyuma, tuje kuandika hapa wauzaji wa, wa, wa group, tuifute hii kuja kuandika hapa labda mfano wauzaji. Utaona hii hapa imeandika mia saba ishirini na mbili members sorry Utaona hii imeandika wauzaji mia saba ishirini na mbili members. Ukigusa hapa, utakuja kugundua kwamba hii hapa ni group. Hata ukiingia kwa hapa, utaona kabisa hii hapa moja kwa moja ni group. Kwa hiyo kama ni mara kwanza, tuchukulie sasa jingine e, labda ajira, labda group la ajira ukija hapo unaangalia, ukisha search hapo utaona mfano e, hapo ajira poto ina subscribers if you, hiyo hapo ya pili ni channel ya kwanza, labda ajira Tanzania ina members 183. Utagusa hapo baada ya kutajiload mfano hapo. Ukishaingia e, baada hapo unaweza ukabonyeza neno join. Sasa kumbuka magrupu hapo mengi Telegram kikubwa unachobidi unaangalia kwanza, je, ili group ni sahihi? Unagusa hapa juu, umeona hapa juu kwenye jina hapa katikati, baada hapo utaangalia taratibu taratibu, kisha utabonyeza moa, utasoma maelezo ya hapa. Je, ah ha, maelezo yanaonesha ili group ni sahihi? Kama mfano pameandikwa group special kwa ajili ya eh, news, umona E, labda news pamoja na hivyo scholarship, sijui ajira. Kwa utaangalia utaangalia, utahisi je, hii kweli lipo sahihi, moja kwa moja linaeleweka. Baada hapo, unarudi nyuma. Kama utaona sio bora, usijiunge unarudi nyuma. Mfano sasa, hapa nimeona kweli wana post post mambo ya ajira ajira, eh wana post post na channel yao ya WhatsApp nini kwa ujumla tengeneza CV na barua yako stationary services nini. Kwa hapa tabonyeza neno join, ili hapa chini join. Umeona, baada ya kubonyeza join utaona ime- imeandika ime, ime, you join this group. Sasa hapa mfano naweza nikaudi nyuma, nikaudi nyuma Ukii juma ndakuta hii hapa imeandikwa ajira Tanzania, you join this group. Kwa hiyo inamaanisha This group nime moja kwa moja nimeshajiunga. Kwa baada ya muda, kuna magrupu mengine admin inabidi a review kwanza, anaweza akisha review atakubali moja kwa moja. Ukitaka kuondoka, umeona umeshajoin hapa. Nisikilize kwa makini, ukitaka kutoka kwenye group Unaona group sio sio sio, unaangalia kuna option e. Zamani ilikuwa kunaweza ukapita hapa au ukapita kwa huko juu sasa ukitaka ili group bwana siliwezi au lina matuma video za ajabu, au unaona group la Telegram kwako sio sahihi kwa sasa, utabonyeza vidoti vitatu. Kisha baada ya hapo hapa sehemu ya kwanza ni kuondoa sauti. Mfano nataka meseji zikiingia, ziingie kimya kimya kwenye hili grupu la ajira. Meseji ya pili hii, simu ya pili ni search, tafuta. Kwa hapo utaweza kutafuta kitu ndani ya grupu, labda ajira fulani unaweza ukaitafuta. Okay, kwa hapo ukapata kwenye hii, vivyo vyote unavyotuma, hata ukiandika neno moja tu utapata. Naona unasema mbona, ujaribu haya, subiri nijaribu hapa. Mfano nataka niandike labda labda hata NMB kwa ukitafuta hapa utakutana na nafasi za ajira za NMB zote. Ukiona uki, bado unabonyeza kimshari cha juu, pap inaruka mpaka kwenye ajira nyingine ya NMB pia. Umeona? Sasa sisi hapa na cancel, hatutaki hiyo kutafuta chochote, tunarudi hapa hii ya tatu ni una reported group kama group ni la video za ajabu, bora report ili Telegram waweze kulifungia moja kwa moja. Usikae na wengine wakaathirika kwa kujiunga na group ambalo ukiwalisia sio sahihi. Hii option ya nne ni option ya leave group, group unaweza kutoka moja kwa moja. Sasa bonyeza pa leave group, baada ya hapo Bora uondoke kwenye hili group, utabonyeza leave group, itaonesha hapa ina account. Baada hapo tap, utakuwa moja kwa moja umeweza kutoka kwenye hili group, usikia kwenye group ambalo halina msingi. Tunarudi tena kwa haraka haraka, moja kwa moja nitarudi mwanzo kabisa. Ehe, mitoe hapa, nitarudi mwanzo kabisa, nitakuonesha kwa haraka steps zilizopitia. Unaingia hapa kisha unaingia kwenye Telegram. Baada ya kuingia kwenye Telegram, unafika hapa juu, unatafuta unachotafuta chochote kile. Baada ya hapo, mfano Tanzania group, umeona labda mfano ni Tanzania eh, VPN group, utabonyeza hapo, kisha baada hapo utabonyeza join, basi utakuwa umejiunga. Ili kujitoa kama ushajiunga, utabonyeza vidoti vitatu, baada itatokea option ya leave group. Ya tatu itakuwepo hapo, maana mimi bado sijajiunga, ndio maana inaonyesha hivyo, lakini ukijiunga itaonyesha, utabonyeza leave group, basi utaweza kutoka moja kwa moja. Usisahau kusubscribe. Video kama hizo nyingine nyingi tayari zipo, angalia ili ziweze kuongeza maarifa yako. Asante sana.